Na kama ilivyo kawaida yetu, leo tumewaita nyinyi wenzetu waandishi wa habari kuja kuwapa habari njema ambayo e, tumepokea ndege ya shirika la ndege la Edelweiss. Hii ni Airbus ambayo imetua katika uwanja wetu wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume majira ya saa nne na dakika kumi usiku na ndege hii imeanza ruti mpya. Edelweiss ni shirika ambalo tunalo katika uwanja wetu kwa muda mrefu sasa, lakini haya ni matokeo ya jitihada mbalimbali mbali ambazo zinafanyika na serikali ya mapinduzi Zanzibar. Nitakumbuka mnamo mwezi Juni e, mwaka huu tulikuwa na mkutano mkubwa tu kima wa kimataifa wa maendeleo ya sekta ya anga Afrika Aviadev, ambao umepelekea mashirika mbalimbali ya ndege kutaka kuanza safari zake na ambao yapo kuendeleza safari zake. Kwa hiyo sisi tuna furaha na matokeo haya ya mashirika kuongeza safari za ndege na sio kuongeza tu safari za ndege, kuongeza safari za moja kwa moja, direct flight, kutoka Zanzibar kwenda katika maeneo mengine duniani. Hii ni habari njema kwetu kwa kweli. Tunamshukuru sana rais wetu mpendwa Dr. Hussein Mwinyi kwa haya ambayo yanatokea katika awamu hii ya nane, na sisi tunaahidi kuendelea kutoa huduma bora ambazo zitaendelea kuvutia mashirika mbalimbali mbali. Lakini vilevile katika hilo e, tutaendelea kuboresha miundombinu yetu, na kama mnavyojua tunategemea mwaka huu mwezi wa Novemba e, mara tu baada ya kumaliza uchaguzi insha Allah, tutafungua jengo letu la kwanza la abiria terminal 1 ambalo hadi sasa limeshafikia asilimia uh, 98 hadi kukamilika kwake, lakini vilevile na kituo chetu cha biashara kimeshafikia zaidi ya asilimia 90 na jengo letu la pili la abiria terminal 2 limeshafikia zaidi ya asilimia 67. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuhakikisha kwamba huduma bora zinaendelea kupatikana, na tunaendelea kupata matokeo mazuri. Tunaendelea kujipima katika viwango vya kimataifa, na ndo matokeo kama haya mnayoyaona, mashirika yanaendelea kuongeza safari zake, na yaliyopo yanaendelea kuhakikisha kwamba hayasitishi huduma. Lakini vilevile vile, tunaendelea na mazungumzo na mashirika mbalimbali mapya ya ndege ambayo yanategemea kuja Zanzibar hivi karibuni.